Majengo, mimi nimekuja hapa, sijaja hataki ugomvi kwa kweli. Naomba nisaidie kitu kimoja tu, tarehe zangu zinakaribia, na kliniki wameniambia kwamba natakiwa kuwa na vifaa vyote kwa ajili ya kujifungulia. Naomba nisaidie shilingi elfu sabini tu, kwa sababu hivi unavyoniona, biashara ambayo nilikuwa nikiitegemea imekufa kabisa. Faida na msingi, vyote nimeshavitumia kwa ajili ya kujihudumia mimi chakula, ili huyu mtoto aendelee kuwa salama tumboni. Najua... <tosilisimtutu> <tosilisimtutu> nimekaa hapa na kusikiliza, najua unaongea kitu cha maana, kumbe unaongea upuuzi tu. Mimi na wewe tulishamalizana kitambo, Majengo. Najua tumeshamalizana, sasa unafuata nini hapa? Umekataa mimba, sawa, so, basi nisaidii tu katika hizi hatua za mwisho mimi nikijifungua huyu mtoto sintokuja kukusumbua tena. Wewe ulishawahi kuona wapi mtu amekataa mimba alafu bado anataka tena kuendelea kuisaidia? Uliona wapi hiyo majengo? Yaani <coughs> naomba nisaidie kwa basi, hata na ubinadamu. Hii mimba ni ya kwako sawa, umeikataa. Nisaidie basi hiyo hela ya huduma hospitali. Nisikilize, siwezi kuendelea kupoteza pesa yangu kwa kuhudumia kiumbe nisichokitaka. Hivi wewe, ina maana wewe ni mtu mzima ovyo, hujui kuangalia hata tarehe zako za hatari? Tulishamalizana kuhusiana na hili swala la mtoto, kwa hiyo kabla sijabadilika rangi yangu, naomba uondoke. Unajua unakosea sana, yaani unakosea sana watoto. Ni baraka, Majengo, watoto ni heshima, eh? watoto sawa ni baraka, ni heshima, lakini hiyo heshima siwezi kuipata kutoka kwako wewe. Cheusi, unataka kuniharibia ukoo. Hebu angalia rangi yangu ilivyo, nina nuru. uwe usi, unataka kuharibu ukoo wangu? Majengo, unataka kusema nini sasa? Nisikilize kwa makini, usiwahi na usirudie tena kuja kuniambia huo mpuzi wewe ni mtu na nguvu zako, unaweza kutafuta kikopo ukaingia mtaani kuombaomba ili uweze kupata hiyo pesa kwa ajili ya kujifungulia huko, lakini usinifuate tena mimi, sawa Majengo, hebu nielewe, ujue kuna mwanamke unazaa naye afu anatamani ndoa. Mimi najua kabisa kwamba kuzaa na mtu sio tiketi ya kuolewa. Sitaki kuolewa wala sitaki kuwa na mahusiano na wewe wala sijamaanisha kwamba uje umhudumie huyu mtoto. Nisaidie shilingi elfu sabini tu ili niweze kwenda kununua vifaa vya kujifungulia, tarehe zinakaribia Majengo. Sasa hizo tarehe unatakiwa uziwai kwa kuingia mtaani kuombaomba. Nisikilize kwa mara ya mwisho na sitaongea tena, sawa? Ucheusi waenga si wanasema mtoto akiwa tumboni anasikia maneno ya watu. Sasa hivi naongea na huyu mtoto aliyoko tumboni. We mtoto uliyoko tumboni kwenye hili tumbo la mama yako asiyejitambua. Ukizaliwa, sitaki unijue duniani na kesho mbinguni kuhesabiwa. Ondoka. <tiposilio> Nipele mwana wangu nipaga te awibamba wawa zuura wee zuura we, we nipele mwana wangu nipaga te awibamba wa wa wawa na nakuona ruti za chooni zimeanza kushiba huko. Nahangaika naangaika kama mende chooni kabatini, unahangaika una haha <laughs> <laughs> Hivi, Mama Suma, una shida gani? Mbona niandama kila sehemu, wewe ni kuniandama, kuniandama, kuniandama tu. Nimekukosea nini mimi? Wewe mimi umenikosea nini? Umaskini wako ndo unakusumbua ela una we, maskini oh, kiziku, we ukizikwa wewe kaburi lako watu wang'oe majani kaburi lako wewe duu watu wasome. Wewe maskini we, niangalie mimi, hebu niambie, unaweza ukasema mimi mwanamke wako mimi mzuri? Yaani ya Mama Suma <coughs> ukumbuke kabisa kwamba hapo nyuma mimi ndikopo na kizi, mahitaji yote humu ndani, nanunua chakula, nanunua papasi za mtoto, kila kitu ambacho nachokitaji kuwa nakipata. Sasa mimi yaani kuk, mimi kukosa kwangu tu kipato changu kidogo ndio kunifanyia mimi, kunifanyia hivyo. <coughs> yaani wazungu wanasemaje? Bogazi wewe, kwani unampiga bo kelele hapa? Yaani una bwata mtaa mzima wa kujua wewe huna kazi, ndo ujijue wewe mwanaume ambaye ujielewi, na wewe we nabidi ulishwe wewe maisha yako yote. Na kama hivi nilivyokuchoka mimi, na kila mtu atakuchoka ulimwenguni. Mi ndo nimekuchoka, mpaka nimekuchoka tena. Basi hapo. Ulisema milioni tano, eh? Ah, basi weka tatu alafu nitaongezea mbili. Ah, hapo haina shida. Za saizi kaka. Salama. Tulikuwa tunaomba msaada wako chochote kile angalau binti yangu ata aweze kula. Hmm. Msaada? Msogea kidogo hapo? Ah, Asa, haya mambo sinakuwa ya mambo ya ushirikina. Mbana unaonekana kabisa, uko vizuri, una miguu una mikono na macho ambayo unaweza kujishughulisha kwa ajili kujipatia na kipato chako cha kila siku. Siwezi kukusaidia chochote mimi. Tafuta kazi ufanye ili uendelee na maisha yako. Mama yangu atafuta kazi kila siku apati. Eh, bana na wewe, nakuja na maneno ya huruma. Mama anafundisha eh? Mama anafundisha kuzungumza maneno ya huruma. Hapana, mimi sina msaada wote ambao naweza nikuwasaidia. Naomba msaidie maji, umekuja hadi kwenye maji tena, maji yako wapi? Umeona hapa maji mm -hmm. Kumbe maji kwa sababu yako juu, umetazama na umeona nataka maji haya, unataka haya? Mm -hmm. Ah, sasa. Wewe, maji, nataka mm Haya, -hmm. ehe, ehe. Haya, sasa. maji haya nataka sasa, maji nataka unywe hapa, haya yanakutosha, haya kunywa hayo A ah, duniani tunapita vizuri ah, Piteni njei apa, piteni kama tunapita tupite. Baba, usijiweke nembo kwangu, hebu chukua kwa hii moja kwanza, safisha nyota moja. Nisikiliza Mama Suma, yani sisi wanaume kuwahudumia wanawake tunaweza tukachukua hata miaka kumi wala hata tusimwambie mtu yoyote, tukakaa tukaka tukimya, lakini nyinyi mkitusaidia sisi wanaume, taarifa kila sehemu zitapita, hey! <laughs> nacheka kikwetu mie. <laughs> Yani mimi kukusaidia wewe, wewe mimi kunihudumia ni jukumu lako lakini mimi kukusaidia wewe, hiyo ni zarili. Konakubali kuzalilishwa wemi. pesa natoa wapi? kwa utafutiwe wewe? jukumu lako kunitafutia mimi. haya yote haya asingetokea baba. umekaa wewe, upo eka, eka kama konokono mimi -kono. nakaja na mwanaumekaa konokono, baba konokono kwake bondeni eh? funza kwake mabondeni, machooni wewe, mimi kwangu funza? Hebu nenda kakae na mafunza wenzio, kwanza niache mzuri kwanza, watu wenye pesa waje, mimi ninawili niendelee kupendeza eh. Unaweza kunisahau kwenye kichwa chako, eti kwenye boto lako baba, nipishe. Unaona nimecheza, babaniise nikacheza. Unaona hapa ninavonesa, nikacheza, nimetunzwa Kaambiwa mwanamke mzuri ndo mimi mama suma na nakobevii utakuja kunikumbuka wewe, na hakuna mwanaume yote ambayo wakopa natoa msaada kama ni mimi, hakuna mwingine aataka kuja kutokea mimi, ni kukumbuke wewe <laughs> sio we, wala kaburi lako baba, pole <laughs> sana <laughs> oh. ya yeah, yeah. Za siku, kaka. Salamu na kazi gani? Hivyo nimekustiri miezi mingapi hapa? Nimekustiri miezi mitatu. Nakwambia naenda kijijini kuchukua vijana, nikirudi na kuja na vijana hapa. Eh? Kakangu, eh? Samahani, naomba nisikilize. Kuna vitu vyangu havijakaa sawa bado. Mambo yangu yakikaa tu sawa. Vitu gani havijakaa sawa? Wewe hata ni kuwache mwaka mzima, vitu haviwezi kukaa sawa isee. Naomba utoke kwangu bwana. Mm. Eh? Naomba utoke, vijana shaa kuja tayari hapa. Naomba nisaidie kakangu. Nishakusaidia, usaidie mara ngapi isee? Eh?

Kipenzi cha moyo wangu, yaani uliponipigia simu niliacha ah, kila kitu huyu fanya kama unaona. Alafu mbona hujaniletea perfume ambayo mimi naipendaga. Sasa sikiliza hapa, tuna enjoy. Tukishamaliza nitakupa hiyo pesa ya perfume sawa? Wewe ndo mambo ninayapendaga hayo ah. Nimefugia jogo kwa ajili yako bebi, nataka kukupea, kukuheshimu, kukuzalia. Mama Suma, hivi unaakili kweli timamu? Yani baada ya kumbembeleza mtoto nyumbani, unakuja kutengeneza starehe zako hapa? Mtoto umemwacha kaanguka, hauna ujamnyonyesha? Hebu mnyonyeshe kwanza mtoto hapa. Vipi, Mbona unapiga kelele sehemu ya watu ambao wanastarehe wana enjoy? Watu tuko na watu wetu tunakulala, alafu tunakuja kubwata tu hapa, shida nini? Baya mpenzi, usijipe tabu, usijichoshe. Hii ngoma niachie mimi niicheze. Wewe wewe, nilikuacha nyumbani wewe, kuku kwako bandani, tena bata kabisa, pyaka pyaka. Sikia, usije kuharibu shughuli za watu hapa zimegaramia, uwo una uwezo wa kufanya hivi mtoto mzuri unakaa unanifuja ndani uanzosina unafuga vipara na hela, una nini na kuuliza? Tafuta hela, una una hela? Unanuka vibaya tu hapa, hebu ondoka tena, usinikele usinikele, unanijua wewe? Bampenzi, bampenzi, tulia hivyo hivyo, tulia. Mnaitana baba mpenzi, mimi, mimi mimi mimi chizi. Kungua, ni chizi au mimi kungua ni sina akili huyu. mimi ni mke wangu ujue, mama mtoto wangu. kwa hiyo kama ni mkeo, unataka kufanya nini hapa Bambem? ni wapi baba mpenzi, unapenda kubishana watu walioishiwa mipango. naomba unyanyuke hapa nyumbani, unaona mtoto huyu, mtoto anaweza kufanana naye wewe. Wetumia akili wewe bongo, zozo, wewe bongo zozo wewe Maziwa wewe unaona baka ubabakei anatoa nani pesa? Wewe unachojua wewe kujiuliza tu, mimi nimefilisika, nakwambia mtu anapenda kuishi na mtu aliofilisika nani? Mwanaume asiye na hela mimi kwangu ananuka vibaya. Upwe unanuka vibaya baba, nataka kukutapika. Huyu mtoto nitamtafuta baba yake, usinikele. Bro, dunia ni duara. Leo hii yamenisibu mimi. Sawa, sijakataa, ila kesho yatakuja kukusibu wewe, na utaona. Hakuna matatizo yatakayonipata mimi. Bondoka bana, ani unakuja na watu wa hivi, hebu nimefugaje bandani kwangu? Baby nataka kukupea.

Meusha na sani. Asante, kushukuru mwanangu, eh? Mungu atusaidie kesho tupate chakula chengine. Amina, mwanangu. Anaenda ukacheze dada. Mama yule anao alikuwa yakupokea pale nje nani? Beti mwanangu, wewe bado mdogo sana, kuna vitu huwezi kabisa kuvielewa. Yule aliyekuwa ananifokea pale nje ndio mwenye hapa hapa. Sisi sio nyumbani kwetu, tumefanya tu kufadhiliwa. Si unaona nguo zilizokuwepo hapa ni za kiume. Anaenda ukacheze dada. Mama ila anataka nini? Anataka tuondoke hapa Mama, nikuwa mkubwa nitafanya kazi, alafu nitakujengea nyumba kubwa nzuri, hata kukufukuza tena. Amina mwanangu, Mungu apokee maombi yako. Aya, nenda ukacheze. Badilisha kesho. Binti, binti. Simama imara binti, binti. Dunia kikataa, Macho juu angani binti, binti. Binti wa korokoroni leo na kuadithi, binti, binti. Usiogope tena binti, binti. Sauti yako ni silaha hata binti, binti. ukianguka